Kwanza niwashukuru nyote kwa kuja. Hao wenzangu hao wameajiriwa kwa kazi ya kuongea. Sasa wanaongea sana kwa sababu wanalipwa kwa kazi hiyo. Si wengine, sio waongeaji sana. Lakini kipekee kwanza tuwashukuru waandishi wa habari e, wa wa ambao wamekuja hapa kwenye event hii. Lakini cha pili e, niwashukuru icons wote wa mkoa wa Kilimanjaro ambao wameonyesha eh, nia hali ashawataja wengi sina haja ya kurudia, ambao wameonyesha kushiriki kwenye jambo hili. Lakini eh, tatu, nishukuru serikali ya mkoa wa Kilimanjaro eh, mkuu wa mkoa Nurdin Babu na wasaidizi wake. Eh, lakini pia tushukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kukubali kulibeba hili jambo. Lakini pia eh, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kilimanjaro bwana Isaac Minisi eh, na wadau wengine wa michezo ambao wamekubali kulibeba hili jambo lakini Eh, kipekee kabisa labda mnaweza mkashangaa jambo la Kilimanjaro lakini press inafanyika Dar es Salaam, eh, ni kwa sababu eh, watu wengi wa Kilimanjaro tuko hapa na tuliona hakuna haja ya kusubiri sana eh, mpaka tufike Kilimanjaro, lakini niwaambie kwamba baada ya press hii safari ya Kilimanjaro imeiva. Eh, tunakwenda moja kwa moja mkoa wa Kilimanjaro, eh, nyumbani. Eh, ukiangalia imeandikwa hapo Kili kwetu asili yetu. Uh, asili yetu mkoa wa Kilimanjaro, tunarejea nyumbani sasa kwenda kuwaambia kuhusu hili jambo. Wengi tayari wanafahamu, uh, kumekuwa tayari kuna shughuli zinafanyika kwenye media za mkoa wa Kilimanjaro, lakini tutakwenda uh, sisi wenyewe kuhakikisha kwamba, kuwathibitishia kwamba tunakuepo, lakini pia kuelezea ratiba nzima ya jambo lenyewe litakuepo litakalofanyika. Itimisho litakuwa ni mechi ya mpira wa miguu, lakini kuanzia saa nne asubuhi ya siku hiyo tarehe saba kutakuwa kuna shughuli nyingi, yale ameeleza ya vizuri kuhusu burudani zitakazokuepo. Lakini eh, dhima ya yote eh, baada ya hili tukio eh, kile kitakachopatikana, eh, tutaeleza kwa kwa kina nini ambacho kinakwenda kufanya ikiwemo kwenda kusaidia watu wenye uhitaji. Kwa hiyo eh, si bure kwa maana ya kwenda kutoa watu burudani, lakini tunataka pia baada ya burudani eh, kuwe na msaada ambao utakuwa ni wawazi, ambao utakwenda kufanyika eh, kwa watu wenye uhitaji mkoa wa Kilimanjaro kuacha alama zaidi eh, kwenye mkoa wa Kilimanjaro eh, niseme kwamba watu wengi huwa wanasema mkoa wa, wa Kilimanjaro eh, na mambo ya mpira miguu wapi na wapi, lakini mmeona eh, tulikuwa na timu pale ya polisi Tanzania ilikuwa mkoa wa Kilimanjaro, mechi zake mlikuwa mnaona hamasa namna ambavyo eh, ilikuwa ikijaa. Lakini eh, nitoe rai wa wachezaji wa mkoa uh, wa Kilimanjaro ambao bado hawajapata fursa ya kutoka tumewataja, ambao wameshatoka, waje hiyo siku kushiriki hili tukio waonyeshe kile ambacho wako nacho, lakini pia tutoe fursa kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, tutoe rai kwao kushiriki kikamilifu na kuonyesha mapenzi yao kwa watu wao wa mkoa e, wa Kilimanjaro. Tumetaja wasanii, wacheza mpira, waigizaji, e, watu wachekeshaji, ni watu ambao wamekuwa wakibeba e, tasnia leo hii e, mzee Shayo yeye aliamua ya kutumia jina la mzee Shayo ili kuonyesha ile nembo ya mkoa wa Kilimanjaro. Na tumeona ni miongoni mwa comedians ambao wanafanya vizuri sana e, tulimzungumza kiredio e, ni miongoni mwa content creators e, wazuri sana na ameonyesha e, ni mwenzetu. Leo amekuwa tuna ratiba nyingine alikuwa awepo hapa pia kuzungumza e, lakini e, tuna watu wengi ambao wanatoka mkoa wa Kilimanjaro ambao pia watashiriki kwenye kwenye hii siku, kwa hiyo tuwaombe E, wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, hili jambo ni lenu e, watu wa Moshi mjini, watu wa Hai, watu wa Sia, watu wa e, Moshi vijijini, watu wa Uchira, Himo e, Rombo na viunga vyake vyote e, ni singenda ndani sana kwa nini kuchukua fomu e, na unajua maana yote <laughs> lakini pia watu wa kwetu Mwika, Marangu, mtoni e, hili jambo ni la kwenu e, tulibebe tutashiriki kamilifu sote, unavyotuona hapa na wenzetu ambao hawajaja hapa. Tutaanza safari kuja mkoa wa Kilimanjaro, mtupokee. Tutakuwa na event kadhaa kadhaa za kufanya hamasa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili jambo tunalifanya kikamilifu, lakini tutakuja pia na waandishi wa habari kutoka Dar es Salaam ambao wamekuwa kufanya kazi kubwa, na nadhani wengi labda mmekuwa mkiwaona, nao watakuwepo, watashiriki. Ndugu yangu Marco Zumbe nadhani anatamani kucheza lakini eh, niwahakikishie kwamba Isa Dede eh, lakini hili ni zaidi ya tukio la, la, la mpira wa miguu. Hili ni, ni, wasi tunasema ni, ni sherehe. Kwa hiyo kilele cha Sabasaba kitafanyika eh, ki, ki, kama nchi kiserikali watafanya wanapofanyia, lakini kwa watu wa Kilimanjaro tunasema kilele cha Sabasaba kitakuwa kwenye uwanja wa ushirika Moshi, wanafunzi wa chuo cha ushirika E, tunawaambia pia mlibebe, hili jambo ni lenu, lakini tutawaonyesha Moshi e, mbali na na Moshi kuna utamaduni wake. Alizungumza kuhusu mbege, lakini ukitaka kula nyama choma ile yenyewe kabisa unakula Moshi e, mbuzi choma. Nilikuwa naomba saa Dede, tutasimama mombo pale, ndugu yetu Mkenge alionja mbuzi pale mpaka akashiba kwa <laughs> hiyo tuseme kwamba uh, kuna vitu vingi ambavyo uh, vipo mkoa wa Kilimanjaro ukiachana na mlima wenyewe uh, vyakula vya asili uh, pamoja na vitu vingine, tunawakaribisha watu wote kuweza kushiriki, lakini nitumie pia fursa hii kumuomba, kuwaomba wadau mbalimbali wa michezo na burudani ambao wanaona namna moja ama nyingine wanaweza wakashiriki kwa namna moja ama nyingine, kama kudhamini, kufadhili uh, na vitu vingine, tunawakaribisha bado, milango iko wazi uh, tunawakaribisha sana waweze kutuunga mkono kuhakikisha kwamba jambo hili linakuwa ni jambo lenye mafanikio makubwa, ni jambo ambalo linaacha alama. Lakini tunatamani huu huwe ni msimu wa kwanza, tutengeneze season, tufanye tena na tena kulingana na namna ambavyo tutakwenda kufanikiwa. Nisimalize maneno, nimkaribishe e, e, mzee Shayo kutoka tasnia ya uchekeshaji aweze yeye kuzungumza na...